PPRA imepewa jukumu la kuhakikisha kwamba linasimamia ununuzi wa umma unatendeka katika misingi ile ya haki, uwajibikaji, ushindani. Sawa. Na mwisho wa siku tuweze kupata thamani halisi ya fedha. Uh, sasa tuone uh, what is e-procurement. Uh, hii procurement kama ambavyo tumesema ni ununuzi sawa, ambao umekuwa digitized. Kule nyuma tulikuwa tunafanya ununuzi manually, lakini nao kupitia sheria yetu ya ununuzi ya umma ya mwaka 2011 ili introduce sasa ununuzi ufanyike kielektronik kielektronik, ambapo tulianza kutumia mfumo ulikuwa unajulikana unaitwa TANePS, nao tuko katika mfumo unaitwa NeST. Um, <coughs> Sasa kimsingi TANePS ukiangalia haikuwa ni 100% electronic kwa sababu tulikuwa lazima u-upload document si ndio? Uh, lazima wazabuni wa attach some documents. Kwa hiyo hatuwezi tukasema kama ulikuwa ni electronic by 100%. Lakini NeST nao tunaweza tukasema kama sio asilimia mia moja basi ni 98% ni elektronika, kwa sababu mfumo huu, nyaraka za zabuni zote zimejengwa ndani ya mfumo, forms zote zimejengwa ndani ya mfumo. Lakini pia mfumo huu, tutaenda kuona uko mbele, umekuwa integrated na mifumo karibia 18 ya serikali, ya biashara, ya kibenki. Kwa hiyo hauhitaji kuattach taarifa zozote, ni mfumo unakwenda kufetch kwenye mfumo husika unaleta taarifa then unaendelea na shughuli ambayo ulikuwa ukiifanya. Sasa faida zake ni nini? Kwamba kwa sababu kule nyuma tulikuwa tunafanya manual ununuzi, uh, transparency na accountability ilikuwa kui exercise ni in ndogo sana, lakini through mfumo maana yake unaweza kujua kabisa kosa linafanyika wapi na nani anawajibika. Through electronic then account, transparency na accountability nao inaweza kuonekana, lakini pia efficiency na cost saving pia tunaona katika kutumia uh, mfumo wa ununuzi. Katika kufanya ununuzi tunaona kuna efficiency, lakini pia kuna kuokoa gharama. Uh, pia tunaona issue ya data management ambapo taarifa nyingi unaweza ukazipata kwa kutoka ndani ya mfumo kama ambavyo tumeambiwa na katibu mtendaji wa PPAA kwamba zamani tulikuwa tunapeleka ki, kama kuna complaint, unapeleka unatakiwa upeleke tender document, lakini sasa hivi unazipata ndani ya mfumo. Lakini pia tunaona uh, kuna issue ya improved supplier management kule nyuma ilikuwa ni ngumu sana kwa sababu kuwapata supplier wakati mwingine ni changamoto, lakini through NeST nao tuna database ya supplier, lakini pia ku control uh, kwa mfano leseni imeisha muda wake, huyu hajasajiliwa, huyu anafanya biashara ambayo sio sahihi, ni ngumu. Kwa hiyo hizo ndio importance na benefits za kutumia mfumo wa kielektroniki, lakini pia compliance and standardization pia na yenyewe mfumo wa exercise kwa maana kwa ya kwamba haiwezekani uh, mzabuni anafanya. Zamani tulikuwa tuna leseni moja, kama mtakumbuka, ilikuwa inaitwa general supply, si ndio? Yani huu mzabuni mwenyewe leseni anafanya mm -hmm, shughuli yoyote. Lakini nao kwenye NeST hauwezi ukapata mzabuni ambaye anafanya kila kitu you can't be master for everything si ndio? Lazima uspecialize kwenye eneo lako ambalo wewe unafanya na utalifanya kwa uhakika. Kwa hiyo through NeST hiyo imeweza kuzingatia na kwamba wale wote ambao wapo kwenye mfumo, basi kama sio asilimia mia, mia moja, basi ni wale ambao wanajishughulisha na biashara husika na sio vinginevyo, lakini pia na sasa tuone common challenge katika public procurement ambazo zilikuwepo. Kwanza kulikuwa kuna lack of transparency. Sawa, so hiyo ilikuwa ni changamoto kubwa. Ndio maana hata ukiangalia kule wakati tunafanya manyo watu walikuwa hawana imani na kwenye ununuzi. Watu wanasema um, zabuni wengi nasema pale ukiomba zabuni pale tayari wana mtu wao, kwa hiyo ilikuwa kama hakuna uwazi. Sawa, kwa hiyo through <coughs> hiyo manake, mfumo umeenda kusaidia sasa, nao transparency inaanza kuonekana. Lakini pia corruption, corruption ilikuwa ni kubwa, kwa sababu kulikuwa kuna inawezesha ile ile kuonana face by face kati ya mnunuzi na muuzaji, kwa hiyo hata kutengeneza mazingira ilikuwa ni rahisi, kwa hiyo hii corruption kupitia mfumo basi imewezwa kupunguzwa kwa asilimia kubwa, kama sio kumalizwa. Lakini pia, nani, compliance of laws and regulation. Wakati tunafanya ununuzi pasipo kutumia mfumo, maana yake wengi walikuwa wanaweza wakomply, na sheria inavyotaka, unapaswa kutumia nyaraka za zabuni hii, lakini kwa sababu ya matakwa yako unakwenda kutumia bidding document ambayo haiendani na ununuzi unaoenda kufanya. Lakini thuruhu mfumo there is no way unaweza kwenda kutumia document tofauti ambayo haihusiani na ununuzi unaotaka kufanya. Lakini pia uh, misuse of public funds, sawa. so, sababu ilikuwa inawezekana watu waka misuse public fund kwa kufanya ununuzi ambao hata ulikuwa hujapangwa. Lakini through mifumo au through NeST, nao hauwezi kununua kitu ambacho hujakipanga, yaani hujakiweka kwenye NeST, maanake mfumo huu unazingatia budget. Kwa sababu nimesema mfumo wa nesti umekuwa integrated na mifumo mingi ya serikali ikiwepo hiyo ya kibudget. Sasa misingi sawa, na namna ambavyo mfumo huu wa nesti umejengwa ni issue ya izingatie hii kitu inaitwa transparency, sawa. Lakini pia security ya mfumo ni ya hali ya juu, lakini pia efficiency sawa so, ya mfumo katika zile taratibu za ununuzi na yenyewe imeonekana kwamba ina kiwango kikubwa, lakini pia user design ensure accessibility to all sector. Yani mfumo huu mtu yoyote anaweza akauaccess as long as nomato umesajiliwa au jasajiliwa, tutakwenda kuona hapa mbele. Kwa mfano, interface hii inayoonekana hapa juu mtu yoyote anaweza akaona taarifa hapo zina zinasema nini. Lakini kwenye TANePS ulikuwa uwezi kupata taarifa hizi mpaka aidha uombe kwa mamlaka husika ambayo ni PPRA, then ukapewa taarifa za ndani. Lakini nao, awe diwani, awe nani, anaweza kaona taarifa hizi. Yeye akiandika tu kwenye browser yake www.nest.go.tz anapata taarifa hizi, hata kama hajasajiliwa kwenye mfumo. Mfano, taarifa hii ni asat 28 jana jana mpaka siku inaisha, tulikuwa tayari kwenye mfumo wa NeST kuna wazabuni ambao wamejisajili 36272 na ta procuring entity hizo, lakini pia kulikuwa kuna zabuni ambazo zilikuwa zinafunguliwa kwa siku ya jana tu, jumla ya zabuni 2943, lakini mpaka jana mikataba ambayo imeshatolewa na taasisi za serikali ni laki moja kumi na tatu mia nne arobaini na nne yenye thamani ya shilingi trilioni saba point zero tisa kwa hii taarifa ni mtu yoyote anaweza kuiona sasa NeST implementation journey, yaani tulianzia wapi safari hii ya ujenzi wa mfumo kimsingi uh, mnamo mwaka uh, 2022 kuanzia Aprili mpaka uh, Juni 2022 tulipewa jukumu la kuangalia namna tunawezaje kutengeneza mfumo wa kwetu wenyewe sisi wa Tanzania, tukaachane na ule mfumo wa TANEPS ambao tulitengenezewa na uh, foreign mtu kutoka nje. Sasa manake, safari ilianzia hapo, lakini rasmi kabisa katika kujenga mfumo tulianza Julai 2022 ambapo tulianza kujenga mfumo lakini Mei 2023 tulifanya pilot sawa, uh, kwa maana ya user acceptance test kwa taasisi mbili tulifanya uh, TARURA na TANROADS. Ilikuwa ni mwezi Mei kwa sababu tukumbuke wenzetu wanaanza ununuzi mwezi Mei, lakini officially tulianza kutumia mfumo Julai 1st 2023 ambapo moduli mbili kati ya moduli sita zilikuwa zimeshakamilika, ambapo moduli iliyokuwa imekamilika ilikuwa ni ya e registration, na moduli ya pili ilikuwa ni e tendering. Lakini 2023 tulianza pia ujenzi wa sehemu ya ile moduli ya e contract, ambapo uh, 2024 2025 officially in September, uh, tuli uh, launch basi. Ndio maana sasa hivi tunaweza tukagenerate mkataba ndani ya mfumo then tukatoa kwa ajili ya kwenda manake, part ya e contract ilianza kuf, imeanza kuf, kufanya kazi lakini tupo tunaendelea uh, uh, na, na ukamilishaji wa moduli ya e contract ili ipate kuanza sasa kwa asilimia zote. Um, ukiangalia hii safari yetu maana yake tuna mpango sasa wa kwenda wa kuendelea na zile moduli zilizobaki ambazo ni e catalog and e auction, ambapo tupo katika uh, ujenzi wake tunaendelea nao, lakini so far mpaka sasa hivi tuna module ambazo zimekamilika mbili kwa asilimia mia na moja kwa asilimia 80 90, bado kidogo ili na yenyewe itaanza kutumika sasa. Why NeST? Uh, kwanza, uh, ni tailored to local needs, yaani imeangalia mahitaji yetu sisi sawa, ya ununuzi wetu tunaofanya kwa taasisi nunuzi, pia na wale stakeholders wa ununuzi, na kwa maana ya kwamba wazabuni na wengine ambao ni wadau katika ununuzi. Lakini jambo la pili ni integration with national systems. Kama tunakumbuka Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu alisema anatamani sana kuona mifumo ya serikali mingi imekuwa integrated, ili kuwapunguzia watu wa kwenda na nyaraka kwenye kila ofisi hii, unaenda na nyaraka ofisi hii, unaenda na nyaraka. Kwa hiyo kupitia Nesti maanake tumefanikiwa kufanya integration ya mifumo ya serikali zaidi ya 18, tutaona hapo mbele lakini pia automated and the user centric process kwamba NeST imeweza ku automate procurement with uh, institution tools ensuring efficiency and uh, accuracy. Kwamba ununuzi sasa unaweza ukafanya, lakini pia unaweza ukaangalia mpaka sasa hivi uko kwenye hatua gani? Sawa, maanake yale mambo ya kwamba anakuja mwanasiasa ununuzi wa bado, tuko kwenye procurement bado tuko kwenye procurement yani muyo mtu atakuona sasa, wewe sijui uko kwenye ulimwengu upi, kwa sababu hata ukiangalia kwenye mfumo, hata wewe user department ulianzisha mahitaji, unaona kabisa mahitaji yangu sasa yako katika hatua ipi through NeST. Lakini pia uh, ina enhance transparency and accountability uh, manayake sasa ule uwajibikaji, maanayake una, una umezingatiwa lakini pia uh, ime imeprove kupunguza gharama na pia ishu ya mazingira tu. Huko nyuma tulikuwa tunatumia makaratasi, si ndio? Documentation zilikuwa ni nyingi sana sawa. So, unaweza ukaambiwa ulikuwa unatakiwa uwasilishe, uh, we mzabuni bids ikiwa na original moja na kopi tatu, si ndio? lakini through NeST au through tulipoanza kutumia mfumo wa kielektroniki ule wa TANePS maana yake ilipunguza nani, lakini pia katika kupunguza utumiaji wa makaratasi, maana yake pia imesaidia pia ishu za kimazingira. Sasa tunaona kabisa kwamba hapo is about dola 4.95 million za printing zimepunguzwa kwa kutumia mifumo. Maona ni kiasi kikubwa ambacho ni saving imefanyika, lakini pia ishu ya, ya ya ya cost cost for for government and the cost for metric tons of carbon emission. Tuliona hapa uh, watu walikuwa wanasafiri, si ndio? Unasafiri kupeleka dokumenti zako, si ndio? Maanake kama unatumia chombo cha moto, sikinatengeneza ile hewa ukaa, si ndio? Kwa maanake hiyo ilisaidia sasa, kwa sababu una wa submit zabuni yako kwa kutumia kompyuta, maana you don't need to travel kwenda katika hiyo taasisi nunuzi. Kwa hiyo imepunguza kwa kiasi kikubwa hiyo kitu, lakini pia uh, uh, inclusive through preference schemes. Tumeambiwa hapa kwamba sheria yetu ya ununuzi inataka kutoa upende, ina, ina, ina, inazielekeza taasisi nunuzi katika ununuzi kutoa ishu za upendeleo. Aidha ni upendeleo wa kimkoa, upendeleo wa kitaifa, si ndio? Kwa wazabuni wetu wa ndani kwao, maanake mfumo huu umezingatia hilo.